Wanachama hawa na wananchi hawa, kijana wao, mtoto wao, mwakilishi wao, naibu waziri wa maji, kaka yangu injinia Kundo, ili aweze kuja kusalimia. Karibu sana. Mwenyekiti, sitopenda kutumia muda wako na jukwaa hili niliyesimama mbele yako ni mbunge wa jimbo la Bariadi. Naitwa Engineer Kundo Andrea Mathew. Wananchi hawa walinichagua mwaka 2020. Jimbo hili ndani ya wakati huu liko chini ya Chama cha Mapinduzi na litaendelea kuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi na tuna sababu ya kuhakikisha kwamba jimbo hili linaendelea kuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha wanaBariadi, ametuheshimisha kwenye miundombinu, afya, elimu, mawasiliano, maji na mengine mengi mengi. Mheshimiwa rais ameyafanya tukianza kuyataja, ndugu makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, muda huu hautotosha hata kufikia nusu yake. Itoshe kusema kwamba kwa sababu mimi, jimbo hili lina vijiji themanini na nne na kila kijiji ndani ya jimbo hili nimefika. Jimbo hili lina mitaa tisini na mbili tuna vitongoji mia tano kumi na mbili tuna kata thelathini na moja, tuna halmashauri mbili lakini tuna wakazi wanaozidi laki saba. Natumia fursa hii kukaribisha sana Bariadi. Mimi nitaendelea kupita kata kwa kata, kuyasema yale ambayo mheshimiwa Rais ameyafanya, ambapo tayari tumeshaanza kazi hiyo. Tutahitaji kwenda kila kata, tutasema kila kata nini kimefanyika na nini mheshimiwa Rais ametufanyia, lakini kwa Bariadi hii ninayojua mimi mwenyekiti wetu wa wilaya ya Lukago Midimu na mbunge wenu Injinia Kundo, hakuna kula itakayopotea ya Daktari Samia Suluhu Hassan, hata moja. Na sasa tunaenda kuziliisha kwa kunyosha mikono ili makamu mwenyekiti aondoke na kula za Mama Samia. Tutakutana au kutoka kwa ajili ya kuhesabu tokeiangasnamaaogohaawanuwatamaa